Kulikuwa na watu pale wamechukua leseni, yeye ni mila, yeye ni broker na yeye ni marketer wa kahawa. Tumebadilisha sheria, tumesema juu lazima ukuwe na leseni moja, either ya ukulima, I mean either ya broker, ama ya mila, ama ya marketer tukaleta mabadiliko pia katika Nairobi Coffee Exchange, tukasema vile mkulima alikuwa anangojea pesa yake miezi sita, kahawa ikiuzwa atakuwa analipwa na siku tano. Vilevile, vilevile vile. Vile vile kupitia pesa ya serikali tukahakisha kwamba bei ya fertilizer imetoka elfu saba kwa gunia moja ya 50 kilos ikakuja 2500 hiyo kazi ya kuleta fertilizer kazi ya kutafuta masoko kazi ya kufukuza makateos na mabrokers kazi hiyo ndio imezaa matunda ya kutoa kahawa shilingi 40 ama 50 ikafika 120, 130, 140.